Ni mashahidi ya kina mama, kina mama hatuchelewi kugeuka, tutakuwa na kidudu mtu katika kikundi atatuvuruga mpaka atafanya kikundi kife. Sasa wa namna hii tuwaweke pembeni ili tuweze kwenda mbele, na mkopo tutakapofanikiwa kupata, usiwe mkopo wa kwenda kununua sare, usiwe mkopo wa kwenda kuongeza vidani vya dhahabu, usiwe mkopo wa wa, wa, wa kuendeleza matanuzi ya kula na kadhalika. Kama umeandika na umekubali unataka kuchukua mkopo kwa ajili ya kupika vitumbua, basi jitahidi upike vitumbua, idadi ya vitumbua iongezeke na ubora wake uongezeke ili faida iongezeke, na hiyo ikuongezee ukubwa wa mtaji ukubwa wa mtaji ndio unaokupa faida, na hiyo ina, unatakiwa uwe na nidhamu. Kama umechukua mkopo, huna nidhamu, huwezi kuurudisha mkopo. Hela ya mkopo ifanye kazi iliyokopewa. Usiposimama kwenye lile ulilotaka kulifanya, hutaweza kwenda na hilo halitakusaidia, lakini bado mnayo kazi ya kukusanyana na kuelezana na kushawishiana ili tuweze kujenga uchumi wetu kwa familia, mtu mmoja mmoja. Na hivyo tufanya na sisi tusimame kwa kujiamini, bila kufikiria kwamba kuna watu au kundi fulani linapendelewa na sisi tunaonewa. Kumbukeni tumehimizwa sana kuwa watu wa kujitegemea, na kama unajitegemea una uhuru wa kusema ama kufanya kile unachotaka. Lakini kama wewe ni tegemezi, shida inakuwa kubwa. Yule unayemtegemea, kama hatataka kukupa, utapata shida na masononeko, na haya masononeko yanakaa yanarundikana ndani ya nyoyo, ndio yanayotupa pressure, na baadaye unasikia mtu kafa ghafla kwa sababu ya masononeko aliyo nayo moyoni. Wakati ni huu, kila mwanamke na simame aone anataka kujenga uchumi wake.